Wakati mwingine wewe ni uchafu, wewe ni usaa. Hilo limoyo ulionalo uko kwenye chama chochote, uko kwenye kikundi chochote, limoyo ulionalo wewe, hilo ni jipu, ni jipu, ni usaa. Wewe ni nyoka, wewe ni lazima tutafute kauli ya kukufanya ushtuke. Ni shetani, ni usaa iliyojaa kwenye a iweze kukutoka, na inawezekana ni mawili tu, tutoe miusaa hiyo ja kwenye ufahamu wako inayokuongoza kuumiza wengi upate wewe na vitoto vyako hivyo vilivyolaaniwa na kimke chako hicho kilicholaaniwa na wazazi wako hao waliolaaniwa, kwa sababu katika hali yoyote wangekukataza, wangesema kicheo na kinafasi ulicho nacho kitumie kuweka sawa mambo, kitumie kuhakikisha karibu kila mtu akikuona anafurahi, anachaka wengine wanavyovaa, watoto wako wanavyokula wa, magari wanayotumia ndio kiwe kipimo cha mtu wa chini kabisa kwenye hii nchi, lakini picha ya kwamba dunia ndio iko hivyo, wewe uta, utakuwa naishi wengine watakuwa wanaishia, wewe utakuwa na kula vizuri, wengine wanabangaiza